Ehe, nipange sasa, nipange. Ehe, e. Eh, brada mkubwa kweli kwa heshima sisi, yeah, yeah, ndo yeah, wadudu wenyewe wachuga wenyewe. Yeah, yeah, tunakukubali kinyama brada yetu yeah, brada yetu wenyewe Ally Hapi mzazi, tumesikia unakuja yeah. Wow. Yeah. Tumekuja kutega hapa tunakunasia tu wewe, baba yetu, kwa heshima tunaomba, wenyewe kwa heshima nasi tupo kwenye msafara wako, tukaone tu wenyewe hizi doria zako unazopiga wenyewe, mama ametenda maajabu, ametenda miujiza. Na kingine sisi, kama wadudu, tunakuomba baba, umfikishie mama ujumbe wetu hapa tunaomba maana, tumefunga sisi kama wadudu tumefunga siku arobaini. Yeah. Yeah. Yeah, kwa sababu tupunguziwe miaka miwili miwili waongezewe mama yetu Samia Suluhu. Alafu kitu kingine ni kwamba mama yetu tunaomba hata kwenye uchaguzi apumzike tu nyumbani, apumzike nyumbani. Sisi kama wadudu atupe tundinga yeah, tufanye yetu tuzunguke doria yeah, ni kumaca oh! wa kijiji Mama yetu Samia Suluhu Hassan sisi kama wadudu, hatutaki uteseke. Arusha ni akoko yetu, tumepitisha bila kupingwa kwa kama okosikama tumesema hivi kwa heshima yenyewe, tumekuja kumsubiri brada yetu hapa, hali yenyewe kwa heshima. Hapi mzazi kuangalia miradi yako, alafu tunasemaje? Mama lala pumzika, Arusha umechukua bila kupingwa, tupe tu usafirikuosha E, kwanza niwashukuru sana wadudu. Naona niko kwenye ulinzi wa kutosha kabisa. Nawashukuru na sana mm -hmm. Na unajua ukifika Arusha mm -hmm. Wadudu ni Arusha na Arusha ni wadudu. <coughs> E, vijana wa po Makonda mm -hmm. E, na sisi tunawapenda na tunawakubali sana Nami kama mzazi kwa kweli nawapa gwara, tuko pamoja hmm. na nimesikia salamu zenu kwa mama hey, kabisa. Nataka niwahakikishie wadudu kwamba salamu kwa mama nimezipokea, nime na nitazipeleka Amina, lakini nimepokea pia maombi kwamba wadudu wanataka waungane na mimi kwenye ziara yangu Mwanaji. Kwa hiyo, kama mzazi, ombi hilo la wadudu nimelipokea, na ninaomba wasaidizi wangu wafanye utaratibu twende na wadudu kwenda kukagua mradi wa mama.